Kwa majina naitwa Sasi Kotete, natokea wilaya ya Ngorongoro, kata ya Ngorongoro, na ningependa pia nitoe elimu kuhusiana na hali ya utapeli inayoendelea wa udanganyifu mtandaoni. Naomba ndugu, ndugu, ndugu mwananchi ni kutaarifu kwamba wakati huu mgumu wa kukuwa na utapeli ndani ya mtandaoni, naomba uchukue hatua Wakati huwa kupigiwa simu katika u, u, ku, kuambiwa vitu vya haraka haraka, labda naomba namba ya ku, ya kurusha namba, unirushie kwenye hizi kwenye hizi namba hela namba, maana nimebadilisha line namba, usichukulie vitu kirahisi rahisi. Naomba uchukue hatua, ufuatilie kwa kina, ili tuweze kutatua utapeli wa namna fulani. Chukua hatua wakati labda ya utapeli, kabla hauja Fanya kitendo lile la kutuma pesa au la kutoa pesa kukabisi yule mtapeli. Mtandao ni fursa. Baki salama.